Assalamu eh, alaykum. Naitwa Hairat kutoka Dar es Salaam na nauliza hivi, naishi na mwanamume, naishi sheikh na mwanamume lakini ameshanitolea posa. Je, naruhusiwa kufunga mwezi wa Ramadhan wa kwanza na pili? Anasema mara nyingi huyu mwanamume anaondoka kikazi, je akikaa huko kwenye kazi zake mpaka Ramadhani kaisha, ndo anarudi, alafu baadaye ndo tutafunga ndoa, je hii iko vipi? Nauliza. Alhamdulillah, dadangu nimwambie kwanza, naishi na mtu ashaenda nyumbani lakini kutoa posa, lakini anaishi naye, laki bado hawajafunga ndoa shekh. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So, Muislamu um, unaishi na mtu bila, bila kufunga ndoa, ndio hamjui n... dada yangu na mtu yote anatizama, anawezi kuthubutu dada huyu bikibiki tu anunue atabebe naye bila number plate, sio? anaweza atakamatwa, hatari. Sikuwa akamwanaume nini, anakaa na mwanaume kufungisha ndoa, kishi naye kwa halali, naishi naye nazaa naye, kumbe kila siku nafanya masia Sa o wewe mwenyewe uko katika haramu. Sasa mimi nashanga muislamu anajua na mambo hii haramu mamo kimagharibi, unakana mwanamke unazaa naye, baadaye anafungushana ndoa.